Tushirikishane tone la upendo. Ndugu wapendwa, karibuni katika neno la Mungu na tafakari, ikiwa leo ni jumapili ya sherehe ya mwili na damu takatifu sana ya bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu wapendwa, tunasherehekea leo sherehe ya mwili na damu, ili tusherehekee kwa shangwe kubwa. Hatukuweza kusherehekea kwa shangwe siku ya Alhamisi Kuu ambapo Yesu aliweka sakramenti ya Ekaristi. Ni kwa sababu siku hiyo tulikuwa katika majonzi na huzuni tukishiriki na kukumbuka mateso ya Kristo.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 akaitoa ile mikate mitano na wale samaki wawili akatazama juu mbinguni akivibariki akivimega akawapa wanafunzi wake ili waandikie mkutano. Wakala wakashiba wote, na katika vile vipande vilivyobakia walikusanya vikapu kumi na viwili. Neno la Bwana. Sifa kwako, ee hey Kristo. Ndugu wapendwa, somo la kwanza linazungumzia dhabihu za sakramenti ya Ekaristi. Abrahamu akiwa ametoka vitani kwa ajili ya kumkomboa Lutu mpwa wake ambaye alikuwa ametekwa na maadui, Melkisedeki kuhani mkuu alipopata taarifa kwamba Abrahamu yupo nje ya mji wa Yerusalemu, ana njaa na kiu, alienda kumlaki na kumpatia mahitaji ya kimwili, divai na mkate. Divai na mkate kilikuwa ni chakula na kinywaji kikuu cha Wayahudi. Wayahudi katika maisha yao walipenda sana mkate na divai. Vitu hivi havikukosekana katika nyumba zao. Ndiyo maana Melkisedeki kuhani mkuu alipopata taarifa kwa Abrahamu wananja na kiu, alimpelekea mkate na divai, kwa kuwa mkate na divai kilikuwa ni chakula kikuu cha Wayahudi. Yesu mwenyewe katika Agano Jipya aliamua kubaki nasi katika maumbo ya mkate na divai. Maana yake kama Wayahudi walivyopenda mkate na divai na kula kila siku ili wapate afya ya mwili. Sasa wanapaswa kumpenda Yesu na kumwona kila siku katika maumbo ya mkate na divai, ili wapate uzima wa kiroho. Abrahamu ili kuingia mji Yerusalemu alikaribishwa kwa mkate na divai, na sisi ili kuingia mbinguni lazima hapa duniani tule mwili wa Yesu na kuinywa damu yake. Ndugu wapendwa, somo la Injili linazungumzia mambo mawili: dhabihu ya sakramenti ya Ekaristia na namna ibada ya misa ina Watu mbalimbali walimfuata Yesu jangwani ili kusikiliza neno la Mungu, kuponywa na kutakaswa. Injili ya Luka sura ya tisa. Ya kulipokuwa jioni, wanafunzi wa Yesu walimsii Yesu hawaadya makutano wakajinunulie chakula. Yesu aliwaambia wapeni nini chakula, wakamwambia hatuna zaidi ya mikate mitano na samaki mawili. Yesu akafanya muujiza mkubwa, watu wakala na kusaza na kukusanya mabaki ya vikapu kumi na mbili. Yesu kule nyikani alianza kuwafundisha watu neno la Mungu, na baadaye aliwaponya na kuwapatia chakula, mkate na samaki. Ndivyo ilivyo ibada ya Misa, tunaanza na kusikiliza neno la Mungu na baadaye kushiriki mwili na damu yake katika maumbo ya mkate na divai. Yesu alifanya muujiza kutoka katika vitu alivyokuwa navyo. Pia katika sakramenti ya Ekaristi, Yesu anafanya muujiza katika vipaji tunavyopeleka, ambavyo ni kazi ya mikono yetu Ndugu wapendwa, katika somo la pili Paulo anazungumzia nguvu ya sakramenti ya Ekaristi katika kuwaunganisha pamoja. Jumuiya ya Wakorinto walikuwa na ubaguzi kati ya matajiri na masikini, ubaguzi kutokana na karama mbalimbali, wengine wenye karama fulani walijiona bora zaidi kuliko wengine. Ndiyo maana Paulo katika somo hili anazungumzia nguvu ya sakramenti ya Ekaristi katika kuwaunganisha pamoja. Yesu alipohesimika sakramenti ya Ekaristi alisema Twaeni, twaeni, twaeni wote. Hakuonyesha ubaguzi wowote, hivyo nao wasionyeshe ubaguzi. Matajiri wa wajali na kuwasaidia maskini, na vipaji walivyo navyo ni kwa ajili ya wote. Paulo anayataja maneno yale yale aliyoyatumia Yesu katika kuisimika sakramenti ya ekaristi. Ndugu pend, kupitia masomo yetu ya leo tunajifunza na kutafakari mafundisho ku kwa: kwanza, maana ya sakramenti ya ekaristi Pili, sakramenti ya Ekaristi lazima itanguliwe na liturujia ya neno. Tatu, kwa nini Yesu aliwaandaa kisaikolojia wanafunzi wake? Nne, sababu za Yesu kutumia mkate na divai kugeuza kuwa mwili na damu yake. Tano, nini kinatokea tunapokula na kunywa damu yake. Sita, Yesu anataka nini tunapokomunika sakramenti ya Ekaristi. Saba, matokeo ya kumkosa Yesu katika sakramenti ya Ekaristi. Nane, sakramenti ya Ekaristi itufundishe ukarimu, umoja na mshikamano. Tisa, namna ya kuheshimu sakramenti ya Ukaristi. Kumi, tofauti kati ya kukomunika na kupokea. Ndugu, hapa na fundisho la kwanza tunaweza kuitafakari: nini maana ya sakramenti ya Ukaristi? Kwanza, sakramenti ya Ukaristi ni mwili na damu. Tunapozungumzia sakramenti ya Ukaristi, tunamaanisha mwili na damu ya Yesu katika maumbo ya mkate na divai. Kabla ya mageuzo huitwa mkate na divai lakini baada ya mageuzo si mkate na divai tena bali mkate ni mwili wa Yesu na divai ni damu ya Yesu. Katika sakramenti ya Ekaristi Yesu ameficha umungu wake katika umbo la mkate na divai, kama katika agano la kale Mungu alivyoficha umungu wake katika moto, katika wingu. Katika sakramenti ya Ekaristi Yesu ameficha umungu wake katika mkate na divai, kama alivyoficha umungu wake msalabani, ili tupate wokovu. Katika sakramenti ya Ekaristi, Yesu ameficha umungu wake kama alivyoficha umungu wake nyakati za mateso, ndio maana hata baada ya mageuzo mwonekano unabaki ule. Pili, sakramenti ya Ekaristi ni chakula cha kiroho kinachotolewa bure. Katika agano la kale, taifa la Israeli kule jangwani walipewa mana iliyoshuka kutoka mbinguni. Tena walipewa bure. Maana hiyo ni mfano wa Ekaristi takatifu katika agano jipya. Ndugu wapendwa, chakula hiki cha kiroho hutolewa bure. Hakuna anayelipia lakini bado hatutaki kwenda kupokea chakula hiki. Kingekuwa kinalipiwa tungesingizia tuna fedha. Katika somo la kwanza Melkisedeki alitoa mkate na divai bure. Katika somo la injili mkate na samaki iligawiwa bure. Tatu, Ekaristi ni, ni sadaka ya kweli ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Kwa njia ya padre Yesu anajitoa sadaka wa Mungu wa ukumbusho wa sadaka yake pale ya msalabani. Sakramenti ya Kristo takatifu ni sadaka ya upatanisho ya Yesu pale msalabani. Yesu alijitoa kwa ajili yetu. Hivi Yesu anataka na wewe unapokomunika sakramenti ya Kristo takatifu na wewe uwe sadaka kwa wengine. Na wewe uwe chakula cha kiroho kwa wengine. Unapokomunika hii sadaka ya Kristo takatifu, na wewe unafanya agano la kuwa sadaka kwa wengine unafanya agano na kuwa chakula cha kiroho kwa wengine. Je, ni kweli maisha yako yamekuwa sadaka kwa wengine? Ekaristi maana yake ni kushukuru. Ukaristi inatokana na neno la kigiriki ukaristian, ambayo maana yake ni shukrani. Taifa la Israeli kila mwaka walimshukuru Mungu jinsi alivyowakomboa kutoka utumani Misri. Nasi katika agano jipya, hasa katika ibada ya misa takatifu kila tunapoadhimisha sadaka ya misa tunamshukuru Mungu kwa jinsi alivyotukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi kwa damu ya mwanaye. Tano, Ekaristi ni chakula cha uzima. Kitendo cha kula na kunywa kinaonyesha kifo na maisha, kifo kwa kiumbe kilichojitoa kuwa chakula na maisha kwa kiumbe kinachokula kiumbe kingine. Yesu alipoteza maisha yake, alijitoa sadaka ili sisi tupate uzima. Kwa hiyo tunapokula mwili wake na kuinywa damu yake, maana yake sisi tunapata uzima. Yesu mwenyewe anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, Injili ya Yohana sura 6, aya 53 hadi 56. Ndugu wapendwa, sakramenti ya Ekaristi ni kuu kupita sakramenti nyingine zote, kwa sababu ndani yake kuna mwili na damu, roho na umungu wa mkombozi wetu Yesu Kristo. Ndio maana huitwa sakramenti takatifu ekaristi ni sakramenti ya sakramenti nyingine zote kwani sakramenti nyingine huadhimishwa katika sadaka ya misa ubatizo kipaimaa ndoa daraja huadhimishwa katika misa katika sakramenti nyingine tunapokea neema lakini katika sakramenti ya ekaristi takatifu tunampokea bwana wa neema ndugu wapendwa fundisho la kitume sakramenti ya ekaristi lazima itanguliwa katika somo la injili tumeona watu walikusanyika Yesu alianza liturujia neno kwa kuanza kuwafundisha kwanza, kisha kwa ikapata liturujia ekaristi. Ndivyo ilivyo ibada ya misa takatifu, lazima ianze na liturujia neno. Watu wafundishwe ili kuelewa vizuri liturujia ekaristi, na waelewe vizuri kile wanachokipokea. Liturujia neno kutuandaa vizuri kushiriki liturujia ekaristi takatifu. Fundisho la tatu tunaotafakari ni sababu za Yesu kuwaandaa kisaikolojia wanafunzi wake Kabla ya kuisimika sakramenti takatifu. Kwanza, ili wawe na uelewa. Yesu alitaka wanafunzi wake wawe na uelewa kabla ya kuisimika sakramenti ya Ekaristi. Ndio maana aliwafundisha kwa muda wa kutosha. Ndio maana na sisi wa Kristo, kabla ya kupokea sakramenti ya Ekaristi, tunapata mafundisho kwa muda wa kutosha, ili kulielewa vizuri fumbo tunaloliendea. Pili, ili wawe na imani. Yesu baada ya kuwafundisha alitaka wawe na imani. Ndio maana alisema yeye aniaminie na uzima wa milele. Injili ya Yohane sura ya 6:40. Yesu alitaka atakapoisimika sakramenti ya ekaristi wawe na imani. Yesu alijua imani inahitajika katika fumbo la ekaristi, kwani sio rahisi kulielewa fumbo hili kwamba mkate uwe mwili wa Yesu na divai iwe damu ya Yesu na muonekano unabaki ule ule katika macho ya kinadamu. Yesu alijua imani katika hii inahitajika nasi tunafundishwa na, si na kuandaliwa ili tuwe na imani katika fumbo la Ekaristi. Tujiulize, je, tuna imani thabiti? Tatu, Yesu aliandaa wanafunzi wake kisaikolojia, kwani fumbo la Ekaristi alilokuwa nalisimika lilikuwa ni jambo jipya, kwani Wayahudi walizoea kula na kunywa nyama na damu ya wanyama kama kondoo, mbuzi, kuku na kadhalika, lakini kula mwili na damu ya binadamu hawakuzoea jambo hilo. Hivyo Yesu alipaswa kuwafundisha na kuandaa kisaikolojia. Nasi katika jamii zetu tumezoea kula na kunywa nyama na damu ya wanyama, lakini sio nyama na damu ya binadamu. Ndio maana jambo hilo haikuwa rahisi kulipokea kwa Wayahudi. Ndiyo maana Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Katika Yohane sura ya 6 aya 52, Yesu hakumng'unya maneno bali alizidi kukazia, aulai mwili wangu na kunywa damu yangu, anao uzima wa milele, katika Yohana sura ya sita aya ya 54. Ndugu apendwa, na sisi tunahitaji imani. Bila imani, huwezi kumpokea na kumwabudu Yesu katika sakramenti ya Ekaristi. Ndio maana baadhi ya watu wanaotuona wa Katoliki, kama wanatuona sisi wa Katoliki kama, kama wachawi kwa kitendo cha kula na kunywa damu na nyama ya Yesu katika sakramenti ya Ekaristi. Wale wanaopinga uwepo wa Yesu katika sakramenti ya kanisa huenda mpaka leo hawajalielewa fundisho la Kristo kama Wayahudi, hivyo tuwaombe. Fundisho la nne tunalotafakari ni sababu ya Yesu kutumia mkate na divai kugeuza kuwa mwili na damu yake. Sababu kubwa ni kwamba chakula kikuu cha Wayahudi kulikuwa ni mkate na kinywaji kikuu kulikuwa ni divai. Katika sherehe divai haikukosekana. Ndio maana kulikana, divai ilipoisha, Yesu alifanya muujiza kwa kuwa Wayahudi walipenda sana mkate na divai, hivyo Yesu aliamua kubaki katika vitu wanavyovipenda, akavyuza mkate na divai kuwa mwili na damu yake. Yesu alitaka wampende na wamle kila siku kama walivyokula kila siku mkate na divai, kama walivyokula mkate kila siku na kuwapatia uzima wa kimwili, sasa wamle Yesu ili awapatie uzima wa kiroho kama walivyoipenda divai na kuinywa kila siku, sasa waipende damu ya Yesu na wainywe kila siku. Kama alivyopenda vitu hivyo, sasa wampende Yesu na kuona wakimkosa na uhai, kama ambavyo wakikosa mkate wa kawaida wanakuwa hawana uhai na kufa. Yesu anaamua kujificha katika maumbo ya mkate na divai, Ekaristi, kwani asingejificha kwa namna hiyo watu tusingeenda kukomunika kwani watu tunaogopa nyama na damu ya binadamu hivi. Yesu akaamua kujificha katika maungo ya mkate na divai, katika chakula ambacho tumezoea kula, ili tusiogope kwenda kukomunika. Yesu asingejificha katika maungo ya mkate na divai, binadamu tungeogopa kwenda kukomunika. huku apenda fundisha la tano tunayotafakari ni matokeo ya kula na kunywa damu yake, au nini kinatokea tunapokula na kunywa damu yake? Kwanza, agano ufanyika muhusika anapokuaminisha anakwambia mwili wa Kristo na wewe unaitikia amina. Kwa kuitikia amina, na maana yake unaamini kuwa ni Yesu, lakini pia unafanya agano, kwani unayempokea ni Yesu ambaye amejitoa sadaka kwa ajili yako. Hivyo Yesu anakuuliza, je, uko tayari na wewe kujitoa kuwa chakula cha kiroho kwa wengine? Unapoitikia amina, maana yake unaweka agano na wewe kuwa sadaka kwa wengine, sadaka ya upendo, sadaka ya mateso, kuwa tayari kuteseka kwa ajili ya wengine. Pili, unakiri kuwa wewe ni mtoto wa Mungu. Kila unapokomunika sakramenti ya Ekaristi unakiri kuwa wewe ni mtoto wa Mungu na kula chakula cha uzima alichotupatia kutoka mbinguni. Tatu, unapokea baraka kwa sababu nayempokea ni Yesu mwenyewe, Bwana wa neema na baraka zote. Hivyo unapokomunika unapokea baraka. Nne, unakuwa na muunganiko na Yesu, unaungana na Yesu kwa sababu tunampokea Yesu mwenyewe katika maumbo ya mkate na mbani na Yesu mwenyewe amesema, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ukaa ndani yangu nami ukaa ndani yake, Injili ya Yohana sura ya sita aya hamsini na sita. Tano, tunakuwa na tabia za kimungu kwa kuwa tunaunganika na Yesu, hivyo tunakuwa Mungu, upendo, umudilu, kwa kwa ekaristi, na tabia za kimungu upendo, huruma, uekeu, uvumilivu, kusamehevu. Kwani sakramenti ya ekaristi na nguvu za giza, kwa sababu inatubadilisha shetani asababu kwani unakuwa umejificha katika damu azizi ya bwana wetu Yesu Kristo. Sasa tunapata uzima. Yesu amesema yeye, yeah, aniaminie yuna uzima wa milele, na mtu akila chakula hiki ataishi. Kwa kuwa hapa duniani uliishi na Kristo na kuwa na muunganiko naye, hata mbinguni utaishi naye nan ufufuko siku ya mwisho. Yesu amesema aulai mwili wangu na kunywa damu yangu yake, mtu huyo ata kuwa siku ya mwisho utakufa ukiwa umeunganika na Kristu. Ukiishi na Kristu utakufa na Kristu na utafuka na Kristu. Yesu atakuacha uzuzee kama. Ndugu apendwa, fundisho la sita na tafakari ni matokeo. Nini matokeo ya kumkosa Yesu katika kanisa? Kwanza, kutokuwa na muunganiko naye, kwani kila unapokula na kunywa damu yake unakuwa na muunganiko naye, lakini unaposhindwa kumpokea unakosa ule muunganiko naye. Pili, kukosa tabia za Kimungu. Huwezi kuwa na tabia za Kimungu, upendo, huruma, msamaha, unyenyekevu, uaminifu, kama una muunganiko naye. Tatu, kushambuliwa na yule mwovu, kwani unakuwa ujajificha katika mwili na damu ya Yesu, unakuwa ujajificha sehemu salama. Nne, kukosa uzima. Huwezi kupata uzima kama hujaungana na Mungu. Ndugu wapendwa, fundisho la saba tunalolitafakari, Yesu anataka nini nii napokumbika sakramenti ya Ekaristi. Kila unapokomunika sakramenti ya kalisi, Yesu anataka kwanza, uwe na imani. Pili, uwe umejiandaa, umefanya toba. Tatu, na wewe uwe sadaka kwa wengine, na wewe uwe chakula cha kiroho kwa wengine, kupitia wewe watu wengine wapate wokovu. Nne, Yesu anataka uungane naye, uwe na tabia zake: huruma, upendo, unyenyekevu, uvumilivu. Tano, Yesu anataka kila ukimpokea uende ukatimize mapenzi ya Baba hata kama ni magumu yeye baada ya kalamu ya mwisho alienda kutimiza mapenzi ya baba ambayo yalikuwa ni magumu alienda kuteseka kwa ajili yake fundisho la nani tunayotafakari sakramenti ya ekaristi itufundishe ukalimu mmoja na mshikamano katika somo la ndili tumeambiwa walikuwa na mikate mitano na samaki wawili ukalimu wa yesu ulipelekea mikate na samaki kutosha kwa watu zaidi ya tano nasi tunapotoa kwa ukarimu, hata kama utaona ni kidogo, kwa yule anayepokea kinakuwa ni kikubwa na kitakidhi mahitaji yake na kubaki, kama wale watu walikula na kusaza. Pia katika somo la kwanza tumeona Melkisedeki alitoa kwa ukarimu mkate na divai kwa Abrahamu aliyekuwa mhitaji. Pia sakramenti ya Ekaristi itufundishe umoja na mshikamano. Wakorintho hawakuwa na umoja na mshikamano, walikuwa wakibaguana kutokana na utajiri na vipaji ndio maana Paulo aliwakumbusha kuwa wakati Yesu anaisimika sakramenti ya Ekaristi alisema twaeni t twaeni mnywe nyote. Yesu hakuonyesha ubaguzi, nasi tusionyeshe ubaguzi katika kusaidiana. Vipaji vyako, cheo chako, elimu yako, mali zako, kazi yako ni kwa ajili ya manufaa ya wote. Yale mabaki hawakuyaacha ya zagae, walikusanya ili akawasaidie wahitaji. Pia Yesu alitaka kutufundisha kwamba atakapoisimika sakramenti ya Ekaristi, tusiangushe hata kipande kimoja, kwani ni Yesu mwenyewe yupo katika kila kipande. Hivyo, kama chakula cha kawaida kilikusanya, je, si zaidi sana kuheshimu sakramenti ya Ekaristi? Je, tunapokuminika kupitia mikono yetu, je, tunahakikisha hakuna kipande kilichobaki mkononi? Je, vyakula vyetu vya kawaida vinapobaki, je, tunapeleka wapi? Je, tunatupa shimoni, na wakati kuna wahitaji ambao wanahitaji? Ndugu wapendwa, fundisho la mwisho tunaoitafakari ni tofauti kati ya kupokea na kukomunika. Ndugu wapendwa, ukiona unampokea Yesu na huna tabia za kimungu na unashambuliwa na yule mwovu, ujue unakujaga kupokea na sio kukomunika. Kwani kuna tofauti kati ya kupokea na kukombi. Kupokea maana yake unapokea tu pasipo mastahili, huenda pasipo imani, pasipo toba. Mtu huyu hawezi kuzaa matunda, na Mtume Paulo anatuambia, kwa hiyo kila ulaye mkate au kukinywea kikombe cha Bwana kwa hali mbaya, anakufuru mwili na damu ya Bwana. walaka wa kwanza Mtume Paulo wa Korintho, sura 11:27 lakini kukomunika maana yake muungano. Muungano, unapokea ukiwa unastahili, umefanya toba na una imani. Mtu huyu mzaa matunda. Hivyo leo tuombe neema ya kukomunika ili sakramenti ya Ekaristi itubadilishe na itufanye nasi tuwe sadaka na chakula cha kiroho kwa wengine. Itukuzwe damu ya Kristu! Milele amina. Aliyeletea tafakari hii ni mimi Padri Matias Kunyanja wa Shirika la Damu Azizi ya Yesu.